Juzi nilikuwa tena roho Mungu aliniletea kunitafakarisha matukio ya hatari kabisa katika maisha yangu, ambaye kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, ningekuwa nishasauliwa. Sijui kama umewahi kujipa ufahamu. Juzi nimeletoa nime tukio moja, nilikuwa nasoma kwenye shule moja, nikaja kumsalimia rafiki yangu nyumbani kwao, wa Mungu aliwabariki walipata, uh, uwezo wa kiuchumi, kwa hiyo kaniambia ingia kwenye gari twende tukasalimie mwanafunzi mwenzetu. Nikaingia. Sasa kumbe, huyu mtu hakuwa mzoefu sana kwenye uendeshaji. Tukapanda mlimani huko juu, wakati tunarudi. Hilo tukio katika matukio ambayo ni nimewahi kukoswakoswa, hilo nilikuwa nimelisahau. Juzi Bwana ameniletea lile tukio na mimi sijui kama umewahi kufikiria, wewe binafsi, ni matukio mangapi ambayo ni kosa kosa, ambazo kama siye Bwana aliyesimama, inawezekana leo usingekuwepo. Lakini ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Sasa yule yule rafiki tulikuwa tunasoma darasa moja, akaendesha gari kwa spidi ikamshinda, alafu tunashuka mlimani kuna mama alikuwa anatokea anatokea sokoni. Yule mama niliona mwisho wake umefika, kwa sababu mama alikuwa mama, kama ambavyo tukipita barabarani tunaamini watu wote wanaoendesha magari ni madereva, kumbe wengine <laughs> sasa alimkosa yule mama, kwa hiyo akageuza usukani kwa kasi sana, akaitoa gari barabarani. Kitu nilichoona migomba ilikuwa inalazwa chini, kahawa zinalazwa chini, kwa sababu sasa gari iko kwenye spidi kali, na yeye katika kumkwepa yule mama aliondoa akaingiza mashambani. Unajua, mimi nilikuwa nimekaa upande wa siti ya abiria, halafu mbele kuna mti mkubwa, na kwa hiyo ni kama nilikuwa nasali kwamba Bwana pokea roho yangu ilibaki kama sentimita chache. Gari ilienda kusimamia kama sentimita 30 kutoka ule mti mkubwa uliko. Sijafunga mkanda. Yani ni juzi tu hiyo picha imeletwa. Nafikiri Mungu alitaka kuni kuniambia, ongezea na hili kwenye yale matukio ambayo nimehakikisha hauondoki ili ulitimize kusudi langu. Na mimi nakuomba na wewe kama unafanya huduma bora liende Bwana akukumbushe jinsi ambavyo sala ya Yesu inaitwa sala ya kikuhani. Sala ya kikuhani ni Yohana sura ya kumi na saba. Yesu aliomba sala ya kikuhani. Pale alikuwa anaomba. Anasema siombi kwamba uwatoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Kwa nini? Kwa sababu nina kazi nao. Ukiendelea kwenye ile sala, nasema najiweka wakfu kwa ajili yao. Bwana Yesu amejiweka wakfu kwa ajili yako ili umzalie matunda mema. Amen. Sasa kama huko hapa na huwa unafanya huduma bora liende, unakuja parishweka kazini umenunanuna tu, kie, kie, kwa rejareja tu, yani huo mnuno hata hujulikani chanzo chake. s so, maparisheka ambayo, yani, akija ya kazini, hu, hatabiriki. Leo amekuja ana furaha, kesho amekuja amenuna, yani humwelewielewi. Sasa wewe ile tu kwamba Mungu anakuruhusu uendelee kuishi ni kwa sababu Bwana Yesu alikuombea akisema, siombi kwamba uwatoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Amen. Sasa unalindwa na mwovu, nalindwa na mwovu ili nimzalie Bwana matunda, matunda yatakayokaa <tune>